Bila shaka nayo na utakuwa ni mhanga mwa matukio ya wizi wa mitandaoni. Kwa sasa hivi kuna ile scenario utakuta au utasikia mtu anakuambia, nilikuwa nimekaa na wakala fulani hapa, lakini baada ya kuondoka nikaanza kuona meseji zinaingia za miamala a kutoka. Uh, of course, sasa hivi wizi unaoibiwa sio ule tena wa O mtu anatumia message alafu hela anaituma mwenyewe. Of course, kuna wizi ambao saa hizi ni mpya. Na mimi kwa experience yangu, baada ya kuwasikiliza watu wengi sana, sababu nafanya kazi na hii mitandao, baada ya kuwasikiliza watu wengi sana na malalamiko yao na wanavyoeleza namna ambavyo wanaibiwa wana, wana, fedha zao. Huu ndio wizi ambao niliugundua unaofanyika sana kwa sasa katika mitaa ambayo tunaishi. Mimi leo nimetumia nafasi hii uh, ya kuweza kukuhabarisha wewe na wewe utawahabarisha wengine, ili waweze kuamka, kwa sababu wanaoibiwa sio uh, tu Wakristo wa, wa au wanaoibiwa sio tu wapagani, wanaoibiwa Waislamu pia tupo wengi sana. Kwa hivyo natumia nafasi hii kuweza kuwakumbusha hili jambo, ili kesho usijoka, au kesho kutwa ukikutana na kadhia kama hii uweze kujiepusha na uweze kumepusha mwingine. Sasa cha kwanza niwaelezi kitu kimoja. Sasa hivi kuna wizi ambao unatumia uh, njia ya application. Makampuni ya simu na benki yameunda mfumo wa programu unaoitwa una, una, app za zile ya, ya benki husika, yaani kwa lugha fupi niseme makampuni ya simu yametengeneza Application za huduma za kifedha zao. Kwa mfano, Vodacom wana huduma ya Mpesa ya kifedha. Wao wametengeneza application ya Mpesa ambayo inapatikana kwenye mitandao yote. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kumsaidia mtumiaji wake aweze kuwa ana uwezo wa access account yake kwa urahisi zaidi hata kama akiwa hana laini eneo hilo au wakati huo. Yaani ni kwamba ukiwa na hiyo application unaweza ukaweka line nyumbani, halafu ukaendelea ku access, yani kupata udhibiti wa account yako ya M-Pesa bila shida. Vilevile awa Tigo, yes, nao wana application yao ya Mix Tanzania ambao pia inamwezesha mtumiaji wao kutumia huduma za kifedha akiwa hana line karibu au pengine anayo lakini nataka tu arahisishe huduma eh, yani, aepuke yale mambo ya kupiga menu aepuke hayo, hayo anaingia na ku access kwa ipesa. Vile vile Airtel wanayo, Halotel wanayo, TCL wanayo, kila mtandao unayo. Lengo kuu ni nini? Kumrahisishia mtumiaji wake. Sasa leo kuna mawakala wasio waaminifu, mawakala wasio waaminifu au wengine matapeli tu, mtu anavaa tu mavazi ya wakala, anaingia mtaani wapo mawakala wasio waaminifu sasa, wanatumia fursa hiyo kuweza kuwaibia watu. Sio watu wote wana elimu juu ya matumizi ya hizi application, mwingine hata elimu hana. Sasa inafanyia kitu gani hawa mawakala wasio waaminifu ama matapeli hawa? anapokuja kwa wewe mteja, na nimesikia kero eh, ofa nyingi ama namna nyingi ambavyo wanataka kukuvamia au kuku ingilia wewe mtumiaji ambaye wanataka wakuibie, huwa wanatumia kishawishi fulani ambacho huwa kinakuwa ni either, watakwambia tunataka tukuboreshe line yako iende 4G au 5G au watakwambia tunataka tukuwekee kifurushi mm, cha chuo sijui ama kizuri fulani hivi. Wewe ukihamasishika tu hapo hapo wanakuwa wamepata advantage ya kukaribia, na kama una hela basi jiandae kulia. Sasa unapoona anakuja huyo wakala, anakwambia tunataka tukuwekee kifurushi fulani, aidha cha chuo au cha kwanza. Huduma za chuo mara nyingi mtu kuboreshewa, labda wewe mwana chuo, lakini hivi hivi mtandao kama yasi haipo hiyo huduma, mtandao kama Vodacom huduma hiyo haipo kwao, huwezi kushawishika na hizi kitu, na nashauri kitu kimoja anapokuja wakala na kuambia kuna kifurushi fulani tunacho sisi kama kampuni tunataka tukuwekee, hebu piga simu au mwambie wapigie wao namba mia moja, huduma kwa wateja, niwaulize kama hii huduma ipo huko, ujiridhishe before. Sasa wakisha kupropose ukakubali, kitu ambacho anakifanya mara nyingi huwa anakuwa wawili au mmoja. One mistake ambao wanafanya watu wengi usije ukakubali kuruhusu laini yako wewe ichukuliwe kwenye simu yako iwekwe kwenye simu ya msajili au huyo wakala. Kitu kimoja mnapaswa kujua ni kwamba simu yako ni muhimu sana kwako, yaani simu yako na vilivyoko ndani ya simu yako, usije ukaruhusu kumpa mtu yoyote, halafu ukamwachia kuwa huru navyo, usije ukajaribu Leo masheitani wakitaka kukushambulia, wanatumia hii eh, wanatumia, kitu kinachotoka ndani ya mwili wako. Mfano, leo ukatema mate ukayaacha, li, sheitani ndani inaniambaya na wewe linatumia ile mate kukuingilia mfumo wako wa mwili au kukuharibu, kukuletea ma, ma, ma, matatizo kupitia ile mate yako. Vile, vile, mtu akitaka kukufikia wewe kirahisi leo anapitia simu. Hasa hiyo simu ni muhimu sana. Usije ukajichanganya ukaona huyu bwana anatoka ukawa uka, uka, uka, uka mwepesi kumwachia au kumwamini mtu. Ana uwezo wa kukufanyia shambulio kubwa sana kupitia simu hiyo. Sasa watu wengi wanafanya makosa haya. Anato anampa yule wakala, akishaona emu huyu uko bize. Naomba line yako nikuweke huko, afu nikuunganishe. Asa, mtu anatoa line anampa yule yule yule wakala ambaye ni, ni fake, wakati huo ni sio wakala So wakala mwaminifu naye hujui kwamba si mwaminifu, anachukua ile line, anaiweka kwenye simu ya ule wakala. Yule wakala akishaweka line kwenye ile simu, anakwambia, labda mfano, anaweza kaba ana ananunua muda maongezi, labda ili, yaani anataka tu akuteke, umpe namba yako ya namba namba yako ya siri. Ambacho anakifanyaga anaweka screen recording kwenye ile simu yake, si simu yake wakala anaweka anaweka screen recording kwenye ile simu yake. Yaani kwa hiyo simu zetu kubwa, kuna kipengele mtu anaweza kaweka recording ikawa na record ile screen yako. Anaweka screen recording kwenye simu yake. Akishaweka screen recording, then anaingia kwenye sehemu labda anataka anunue muda maongezi, mathalan labda wa 100 au 500 au 200. Wewe uko busy umetulia. Uko na mambo yako unafanya. Anaweka anaenda kwenye menu ananua muda e, sema kuna muda maongezi e, kiasi 100 au 500. Anakambia hapa lazima ununue muda maongezi wa mia mbili, namba ya siri umenunua muda maongezi shilingi 100. Ukishampa tu simu, anakwenda kuistop ile recording ile screen recording, anaenda kuangalia huyu alipofika hapa aliweka namba ya siri gani? Akishagundua namba ya siri, inakuwa ni clear. Kwa taarifa zako wewe, kwa taarifa zako wewe, anaingia ana ana mle kwenye application akaunti yako anakuwa naiona pale, ana uwezo wa kumanage akaunti yako, kuangalia salio, kuangalia miamala iliyoingia, kuangalia mikopo, anaweza akakopa pia. Kwa hiyo anachokifanya pale sasa hizi ashagundua, hawezi kukufanyia uhuni hapo hapo, utamshtukia, unaweza kumchukulia hatua. Anakuachia simu yako okay. Hapo subiria kidogo, anaondoka wewe ukimuona eh, safi, safi. Akishakwenda mbali sasa hata kama dakika 10, kashatoka eneo lilopo wewe, kashapanda gari labda katoka kaenda huko au katoka eneo la ambapo upo, ndipo anaanza sasa kuangalia au kumanage, kama vile kuna hela u mwenye account anahamisha mwamala. Na hapo utasikia message imeingia njenge umehamisha kiasi fulani, umetuma kiasi fulani kwenda sehemu fulani. Ni hatari sana. Huu ndio wizi ambao umetamba sana sasa katika mtaa. Watu wengi sana wanalalamika juu ya kuibiwa, na huu ndio wizi maarufu sasa. Namna gani tunapaswa kujiepusha ili tusi tukafanyia huo uhuni. Namna ya kujiepusha Shekhe, sio kuwachukia mawakala, sio kuwachukia watu wa huduma wa mtandao, sio kuwachukia hao wa mtandao wenyewe, sio solution. Solution lazima uwe na elimu, uwe na knowledge ya kujua namna gani unaweza kutambua mtu huyu ana nia hii, kwa nini anafanya hivyo. Ukishatambua huyu mtu ana nia ya kuniibia mimi utakuwa makini katika wakati mwingine wote ambao utakuwa unakutana na kila msajili. Sitofanya tena usajili kwa watu wanaotembea, e, na kadhalika. Una uwezo wa kusema hivyo, lakini itafika siku tafika siku utafanya tu hizo huduma, kwa sababu hawa wameweka kwa ajili ya kuwarahisishieni nyinyi e, ule muda wa kutembea. Wewe unaweza ukawa Gongo la Mboto, unataka uende ukapate huduma ya yasi ya usajili uweze kutoka Gongo la Mboto ukalipia nauli mpaka uende Buguruni ukasajili laini. Haiwezekani. Hawa wamewekwa kwa ajili ya kuweza kuwarahisishieni, lakini ukisema mimi sitofanya tena huduma, ni kama vile unajichosha, unajidanganya nafsi yako, kwa sababu hutoweza kufanya hivyo. Sasa nini kifanyike ili uweze kuwa unajua. Nimezungumza kuhusiana na application. <coughs> Nimezungumza kuhusiana na application kwenye mitandao ya simu, lakini hii njia inatumika pia vilevile vile kwenye mabenki. Kama una bank account, benki zetu hizi zileo hii zina application yao kwenye a mitandao humo inayomwezesha mtumiaji ku access account eh, e, aliyakuwa kadi yake hana, hayuko nayo pale. Kwa hivyo vile vile hata benki nao zina application kama vile NMB mobile app, CRDB banking app fi nini kila mtandao una, una application zake vile vile. Kama ile line ambayo aliichukua ile, ile msajili akaweka kwenye simu yake, inaunganika na benki, ni rahisi mno. Kwa muda ambao uko nayo kule, ana uwezo wa kuingia mpaka kwenye benki yako, akajisajili, na mwisho siku kashangaa mahela yanatoka. na hamu, yafanya. Kwa hivyo kuna mambo kadhaa tu yafanye ili tuweze kuwa makini na tuweze kuwaambia wenzetu, ili kesho usije ukafika hatua ukaibiwa. Kitu cha kwanza anapokujia wakala au msajili, cha kwanza jiridhishe naye kwa kuangalia kitambulisho kama anacho. Sio kama anacho, lazima awe nacho kitambulisho. Kitu cha pili, umekataza kumpa simu yako wakala au msajili au mwakilishi yoyote wa kampuni. Usimpe simu yako wakala. Kama utampa afanye huduma akusaidie, wewe hujui. Make sure macho yako hayatoki na yeye Ukiacha kumwangalia wakati umempa simu yako, ukiibiwa, malalamiko yasi tusiaone sehemu yoyote, bidi ukubali. Kitu cha tatu, ukiona anakupropose na huduma. Mara nyingi mawakala ambao wanasajili zile line, anakusajilia anakuja na promo labda, au anakushawishi akusajilie line nyingine, huyu anakuwa ni salama. Kwa sababu gani? Anayekusajilia line leo hii hata kama akikufanyia uhuni ile laini aliyokusajilia una uwezo wa kwenda kuiripoti kwenye duka lao lile la Yas na wao waka track kugundua nani alisajili wa ni rahisi kumpata yule mtu kirahisi. Ila wanaokuja kukwambia tunakuwekea vifurushi sio vya chuo vya nini hawa uwezo kumpata badani. Labda utumie sana hela. Hivi mnanielewa? Utumie sana hela ndio uweze kumpata. Sasa anapokuja na kukupropose na huduma za kifurushi sio nina, nini, nini. Weka umakini sana, kama kuna huduma nakwambia, piga simu namba mia moja huko kwenye mtanda huo, uliza huduma hii ipo. Ukijiridhisha ndo uweze ku, ku, kutulia e, usubiri akuungie, lakini kama wengi wanakuambia huduma za chuo nini, matapeli ni wengi sana. Hichi cha tatu, kitu cha nne, usije ukakubali kutoa laini yako kwenye simu yako, kuweka kwenye simu ya wakala, never unapopokea zile OTP maana sometimes atashindwa kuchukua line yako, lakini atajiunga tu af, kwenye application then kuna OTP itaingia kwenye simu yako. OTP ni one time password, yani kuna namba za zinatumwa mara moja hivi, alafu zinazomwezesha yani zina, zina yeye kuingia kwenye ile application ya mtandao wako husika. Hasa ukiona kuna vinamba vinaingia vikodi hivi, make sure unasoma kwanza, usivitoe toe tu. Afu kwenye huduma ya usajili siku zote mnaga mambo hayo. Wewe upate kodi yoyote. Kwa hiyo kuna kodi zinaingia kwenye simu yako, ajiweke umakini sana. Cha mwisho kabisa, Kama wewe ni mwathirika mwa hilo tukio, umegundua umefanywa hilo tukio, unapokwenda ukishagundua nimefanyiwa hii hi hacking. Solution sio kuvunja line wala kuikata. Nenda kwenye account yako, badilisha namba ya siri. Ya pili, nenda kwenye setting ya, ya chukua sasa hiyo application ya mtandao wako au benki nenda setting, tafuta sehemu ambayo kuna historia ya device zako zote ambazo umeweka kujisajilia. Ukikuta device nyingine ya mtu ambaye huitambui, yani huijui, basi jua ndio yawe tapeli, iondoe kwenye list hapo, utakuwa sesha, utakuwa salama. Binafsi nimetumia nafasi hii ndogo kuweza kuhabarishana kwa ufupi sana juu ya uwizi ambao umekuwa ume, unaendelea na unawaathiri wengi sana. Kama utakuwa na swali karibu kwenye comment, tukipata muda tutajibiana, lakini pia tusambaze hii video kwa wengine waweze kuwa na hii elimu, ili tuweze kuwaamsha wengi sana. Wewe ambaye umesikiliza, jitahidi kuwa mwalimu pia kwa kuwafundisha wengine ambao hawajasikiliza au kuona hii darasa. Basi binafsi niwatakie ni siku njema, naamini umakini kwa sasa utaongezeka na watu mtakuwa mna ujuzi zaidi kwenye kipengele hichi cha kuweza kupigwa, wanasema kupigwa au kuibiwa. Basi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.